Zoezi naloendelea tarehe 29 na mwezi huu sisi Dar es Salaam tuna wapiga kura waliojiandikisha milioni nne laki nne na ishirini mia tisa kumi na mbili. Watu hawa mheshimiwa waziri mkuu tunakuthibitishia kwa wote watakaojitokeza kupiga kura hakuna jambo lolote baya litakalowakuta. Nyanyukeni mkapige kura. Yale makundi machache ambayo yanajinasibu katika mitandao, achieni kwenye vyombo vya dola, watashughulika nao vizuri kabisa bila kelele, na ninyi mtapiga kura yenu bila kelele. Wale wanaojizima data, tutawawasha data ili network ishike vizuri, waone kinachoendelea, na sisi tunaitwa wanachotaka tunataka